Fundisho kuhusu toharani yamesauliwa mno na waamini wengi. Waamini hao ambao wana ndugu jamaa au marafiki zao wengi wanaohitaji msaada huko toharani, ambako wao wenyewe huenda wakalazimika kwenda siku moja, wanakuona kama ugaibuni. Usaurifu huu wa kusikitisha ulimfanya Mtakatifu Francisco de Sales ashikwe na majonzi makubwa. Mtakatifu huyu, ambaye ni mwalimu mkuu wa Kanisa, alishangaa kusema, ah. Hatuwakumbuki vya kutosha ndugu zetu walio toharani. Nielekea kuwa wengi wetu tunawasahau ndugu zetu hao mara tu kengele za mazishi zinaponyamaza kulia, mwisho wa kunukuu. Sababu ya usahaulifu huu unatokana kutokujua ukweli wa mambo na pia kukosa imani. Kama nilivyosema hapo juu, ukweli kuhusu toharani haujulikani kwa wengi na imani yetu kuhusu suala hili ni dhaifu. Ili kuiweka mambo sawa mazoe yetu asiishie kwenye kaburi tu bali avuke hapo lo, na tuzikute roho zilizopata mastahili kuingia mbinguni lakini zimezuliwa pale mahali kwa mpito zikisubiri kuruhusiwa kuingia katika Yerusalemu mpya. Haya ni madhumuni ya makala hii. Hatukusudii kuthibitisha uwepo wa toharani kwa wale ambao hawataki kuamini, bali kuwafafanulia waamini ambao wanataka kuyajua zaidi mafundisho haya, dogma ya dogma yaliyofunuliwa na Mungu. Hao ndio walengwa makala hii, ambao watapata mwanga zaidi juu ya dhana ya mahali hapo paitwapo toharani. Nasema kwa makusudi kabisa kuwa watapata mwanga zaidi kuliko watu wengine wa kawaida wanavyoelewa, kwa sababu ukweli utaelezwa kwa namna iliyo wazi sana, ili ukweli huo uweze kuwa wazi kiasi hicho, na huo wenye manufaa yaliyokusudiwa kwa hao walengwa. Tutatumia vyanzo vya namna tatu. Chanzo cha kwanza ni mafundisho ya dogma ya Kanisa, pili, mafundisho kama yalivyochambuliwa na walimu wakuu wa Kanisa, na tatu, mafunuo na matokeo ya takatifu yanayothibitisha na kutilia mkazo yale mafundisho ya walimu wakuu wa Kanisa. Hebu tuvichambue vyanzo hivi vitatu kwa undani, ili tuweze kuelewa hasa vinamaanisha nini na maana yake ni nini, nisije nikakupeleka kumbe uelewe kitu gani inazungumzia. Namba moja, mafundisho ya dogma Mafundisho ya dogma katika kanisa Katoliki ni mafundisho yale ambayo kila muumini mkatoliki hana budi kuyaamini. Ni mafundisho ambayo lazima kila muumini mkatoliki aamini hivyo. Hivyo, fundisho juu ya mahali panapoitwa toharani ni fundisho ya dogma iliyofunuliwa na Mungu kwa njia ya kanisa, kila muumini mkatoliki hana budi kuamini hivyo. Namba mbili, mafundisho ya walimu wakuu wa kanisa hulazimishi kuyaamini mafundisho, maoni, au ufafanuzi wa walimu wa kanisa na wanatheolojia hasa katika masuala fulani fulani yanayohusu wazo hili la toharani. Tuko huru kuyakataa mafundisho, maelezo na maoni yao na bado tukabaki wa katoliki safi bila kupoteza ukatoliki wetu hata chembe. Hata hivyo, tutakosa busara sana tukiyakataa mafundisho haya kwa makina jasipatu kwa sababu zisizo na msingi, kwani jadi za kanisa kwa kawaida kufuata maoni yaliyokubaliwa na walimu wakuu wa kanisa. Na namba tatu, mafundisho yale ya watakatifu ambayo mara nyingine huitwa mafunuo maalum, si sehemu ya hazina ya imani iliyotolewa na Kristo Yesu kwa kanisa lake. Mafunuo haya ni ya kihistoria, yaliyotokana na ushahidi uliotolewa na binadamu. Tunaruhusiwa kuyaamini mafunuo ya aina hiyo, na kwa kweli yana manufaa makubwa ya kiroho kwa yule anayeamini. Ya tunaweza pia kukataa kuyaamini na bado tusitende dhambi lakini kwa kuwa ni mafunuo halali yaliyothibitishwa kwa ushahidi usiopingika, hatuwezi kuyakataa bila kupingana mantiki ya nguvu za hoja, kwa sababu mantiki safi inadai kila mtu kukubali ukweli uliothibitika. Kwa kutoa ufafanuzi zaidi juu ya hilo, hebu kwanza tutoe maelezo kuhusu aina za mafunuo. Tunawazungumzia mafunuo maalum ya aina mbili, aina moja ni ya maono na aina nyingine ni ya matokeo. Mafunuo haya yanaitwa maalum kwa kuwa fiana na yale tunayoyaona na kuyasoma katika maandiko matakatifu. Kwa hiyo ni sema mafundisho yaliyofunuliwa kwa binadamu, wala si mafundisho ya imani yaliyotangazwa rasmi na Kanisa Katoliki kama dogma, yaani mafundisho ambayo kila mwamini mkatoliki lazima yasadiki. Sasa tuone mafunuo ya aina ya maono. Matokeo haya huitwa ya maono kutokana na jinsi yanapotokea. Mungu mjalia mtu fulani binafsi mwanga wakilewa mambo kwa namna ya pekee ili awe chombo anachoweza kukitumia kufunua siri zake. Mafunuo haya ni kama yale ya watakatifu kama vile mtakatifu Paulo mtakatifu Brigita na watakatifu wengine wengi. Maono haya hutokea wakati mhusika anapokuwa katika hali ya msisimko mkubwa na kujawa na furaha. Pia huwa na vitu vyenye usiri wa aina fulani unaovifanya vionekane kwa macho ya kiroho na si ya kimwili na si lazima vitafsiriwe neno kwa neno, na mara nyingi huwa ni viwakilishi vya dhana inayowiana na kiwango chetu cha kuelewa mambo ya kiroho, na haiwezi kuelezeka kwa matumizi ya lugha ya kawaida. Juu ya kuhusu matokeo angayo, mara nyingi yanahusu vitu vinavyoonekana kwa nje kwa macho yetu ya kibinadamu. Hivyo ndivyo yalivyokuwa yale matokeo ya Musa na Elia mlimani Tabor, au yale ya malaika Rafaeli kwa Tobiasi na matokeo mengine mengi ya malaika na matokeo ya roho toharani huwa ya aina hiyo, kwamba roho za marehemu toharani mara nyingine watokeo alio duniani. Ni ukweli usiopingika. Hata Injili inatoa dokezo hilo, wakati Yesu mfufuka alipowatokea mitume wake kwa mara ya kwanza pale walipokuwa wamekusanyika, walidhani ya kuwa aliona mzimu. Pamoja na mkombozi wetu kusema kuwa mizimu hawaonekani, wewe mwenyewe aliambia mitume kwa maneno yafuatayo, kama tunavyo yaona katika Luka sura ya 24 aya ya 37 hadi aya ya 39. Kwa nini nafadhaika mioni mwenu? Angalieni miguu na mikono yangu ya kwamba ni mimi mwenyewe, nipapaseni mkanione, maana mzima una mwili na mifupa kama mnionavyo mimi. Roho wa toharani hutokea mara nyingi, tunasoma maelezo na matokeo mengi tu katika maisha ya watakatifu. Mara nyingine roho hawa hujitokeza kwa waamini wa kawaida. Katika makala hii Tumeyabainisha matokeo yale tuliyoyaona na kuyathibitisha kuwa yanatoa fundisho la kuwasaidia wasikilizaji na watazamaji wetu. Lakini tunaweza tukakabiliana na maswali kama hili lifuatalo. Je, haya yote yaliyoelezwa na ukweli wote wa kihistoria? Jibu kwa swali kama hili ni kwamba mifano iliyochaguliwa na kuandikwa katika vitabu vya historia vya Kanisa Katoliki ni yenye uthibitisho wa kutosha. Mifano hii ni ya watakatifu waliokwisha kutangazwa rasmi na kanisa kuwa watakatifu ili kuepuka upinzani uliokithiri, upinzani ambao unapindukia kuwa usugu kwa waamini, ni vyema tuseme waziwazi na kwa ujumla kuwa hakuna wasiwasi wowote kuwa roho za toharani hutokea na hutokea mara nyingi. Abate Ribet anathibitisha kuwa matokeo ya aina hii hutokea mara nyingi, Mungu ruhusu atokee ili wale wanaoshuhudia waingiwe na huruma na hivyo kuwafanya watoe misaada inayoweza kuwapunguzia mateso yao. Sababu nyingine ni ile ya kutoa fursa ya kuhakikishia jinsi Mungu anavyokuwa mkali hata kwa makosa ambayo tunayaona sisi huwa ni madogo madogo. Mtakatifu Gregori katika maandishi yake ya kimazungumzo anatoa mifano ambayo ukweli wa baadhi ya mifano hiyo tunaweza kuwa na wasiwasi nayo, lakini kwa maneno yake mwenyewe mwalimu huyu mkuu wa Kanisa anathibitisha kuwa aliamini huwezekana kuwepo kwa matokeo kama haya. Waandishi wengine wengi waliokuwa wamefika kiwango kile kile cha utakatifu na kisomo kama Mtakatifu Gregori, nao wanatoa mifano inayofanana ile ile ya Mtakatifu Gregori. Matokeo ya namna hii ni mengi katika maisha ya watakatifu. Ukitaka kujithibitishia mwenyewe ukweli huu, soma kitabu cha maisha ya watakatifu. Roho za toharani, ambazo ni moja ya sehemu tatu zinazounda ushirika wa kanisa zimekuwa muda wote zikiwaomba wenzao waliobado hapa duniani ambao ni sehemu nyingine ya umoja huo waziombee. Uhusiano huu wa kijamii uliojaa mengi ya kujifunza unaonesha hali ya majonzi kwa upande wa wenzetu walio toharani, ni chanzo cha kitulizo kikubwa kwao, lakini pia kwa upande wa wale waliobado hapa duniani ni kichocheo chenye nguvu sana katika kuukuza na kuuendeleza utakatifu wao wa. Wengi walioishi maisha mazuri ya utakatifu wamewahi kupata bahati ya kupelekwa huko toharani ili wakajionea wenyewe jinsi mambo yalivyo huko. Mtakatifu Katarina Dirisi alikuwa akiteremkia toharani kiroho kila Jumapili usiku, na Mtakatifu Lidwina, katika msisimko wake uliojaa furaha, aliingia huko mahali pa malipizi akiongozwa na malaika wake mlinzi, na akazishuhudia roho hizo zikiwa katika mateso yao makali malaika alimpeleka Mtakatifu Sana wa Montua huko kwenye shimo la majonzi. Mwenye heri Veronica wa Bonasco, Mtakatifu Frances wa Roma na watakatifu wengine wengi walipata maono na ya namna hiyo, yalionekana kujaa mambo ya kutisha. Mara nyingi zaidi huwa ni roho zenyewe za toharani ndizo ambazo hujitokeza kwa watu walioko duniani ili kuwaomba waziombee. roho hizo za toharani zilikuwa zinamtokea Mtakatifu Margareta Maria Lacoki na aziwatokea pia watu wengine wengi waliokuwa wanaishi maisha mazuri ya kumcha Mungu. Roho za waliotutangulia zilimtokea Densi Mkartusi mara nyingi ili kumwomba aziombee. Mtumishi huyo mwaminifu wa Mungu, siku moja aliulizwa aseme roho hizo za toharani zinamtokea, oh, mara ngapi, na akajibu: h mara nyingi mno. Mtakatifu Katarina wa Siena kwa kumfutia baba yake mzazi mateso ya toharani alikuwa amemomba Mungu ayahamishe mateso yote ambayo alikuwa yapate huyu baba yake yuko toharani, na ayapate yeye kipindi chote kilichobaki cha maisha yake. Mungu aliyapokea maombi yake na akampa mateso makali sana yaliyodumu hadi kufa kwake, na baba yake aliruhusiwa kuingia mbinguni. Kwa kuonesha shukrani kwa binti yake, mzee yule alikuwa anamtokea mara nyingi akimletea mafunuo mazuri ya kumfaa. Roho za toharani zinapojitokeza hapa duniani, daima zinaonekana katika hali inayowafanya wale wanaotokewa waingiwe na huruma. Mara nyingine hujitokeza zikiwa na sura alizokuwa nazo marehemu wakati walipokuwa hai, wamevaa nguo za msiba au huonekana na maumbile waliokuwa nayo wakati wa kufa, zikionyesha sura ya majonzi zinazoashiria mateso makubwa. Kila zinapojitokeza huwa na dalili na ishara ya kuonyesha kuwa zinaomba msaada. wakati mwingine weo hizo hujitokeza zikionekana kama ukungu au mwanga au kivuli au kitu cha kutisha kinachoambatana na alama au sauti inayowezesha wale wanaoziona no wazitambue. Mara nyingine zinajijulisha kuwa zipo kwa sauti zao za malalamiko zinazoashiria maumivu, kwa kulia, kwa akuikwi, kwa kupiga miayo ya majonzi, kwa kupumua upesi na kwa sauti zingine zinazoonesha maumivu. Mara nyingine huonekana zimezungukwa na ndimi za moto. Mazungumzo ya ya yao huwa ya kuonesha jinsi zinavyoteseka na zinavyojutia makosa yao ya zamani na kuomba msaada wa sala. Mara nyingine wakemea wale waliokuwa na wajibu wa kuziombea na hawakutekeleza wajibu wao huo. Katika makala hii bado inaendelea kufafanua ina aina nyingine ya matokeo. Aina nyingine huwa ya vipigo vya watu wasioonekana, ya kufungua milango kwa nguvu na kelele za minyororo inayotetemeka matokeo ya aina hizo mbalimbali yamekuwa ni mengi sana, ni mengi mno kiasi cha kutuondolea kila aina ya wasiwasi tunaweza kuwa nayo kuhusu uhakika na ukweli unaotokana na hayo. Tatizo linaweza kujitokeza nimodya, ni moja nalo, ni lile la kujenga hoja ya kuhusisha matokeo hayo na malipiza dhambi. Lakini iwapo matokeo haya ambayo yanakuwa wazi yanaonekana wakati mathalani kunapokuwa vimetokea vifo vya jamaa ndugu, au wale tunaowapenda na kupotea tena baada ya kufanya sala za maombi kwa ajili yao, ni rahisi kusema kuwa matokeo ya aina hii ni njia moja inayotumika na, na roho hizo za toharani kuomba msaada wa sala ili zipunguze mateso yao zinazowapata huko kama lipiza dhambi zao. Katika matokeo haya mbalimbali tuliyoeleza, tunaamini kuwa roho hizo ni zile zilizo toharani lakini kunaweza kuwa na tokeo linaloweza kutufanya tubaki na wasiwasi. Mathalani, tokeo ni la mtu aliyejulikana kwa wote kuwa alikuwa ni mtenda dhambi na kuwa kwa bahati mbaya sana akava ghafla. Mtu kama huyu anapojitokeza kuomba msaada wa sala ili aokolewe, tokeo hili linakuwa lenye kuleta wasiwasi. Mara nyingine, shetani anatumia ujanja wa kutufanya tuamini kuwa tunaweza kuishi ovyoovyo kipindi chote cha maisha yetu hadi saa kufa na bado tusingie motoni. Hatukatazi kuamini kuwa roho ya aina hii inayojitokeza katika mazingira hayo iko mahali kule pa mpito, wala hatukatazi kuiombea. Hata hivyo, anaonya abate Ribeti katika kitabu chake cha Siri za Kimungu, kitabu cha, cha pili sura ya kumi kuwa yatupasa kuwa waangalifu katika kuamini matokeo yale yenye wasiwasi wasi na kuleta utata kama haya. Maelezo yetu ambayo tumeyatoa kinaganaga sana, namthibitishia msikilizaji na mtazamaji wetu alaa mifano atakayoisikia na kuitazama katika makala hii. Ningetaka kuongeza kitu kwamba kila muumini lazima jiepushe na hali ya kutoyaamini masuala ya dini yaliyokwisha kutamkwa rasmi na Kanisa Katoliki kama dogma, yani kama mafundisho ya imani yanayotakiwa kufuatwa bila wasiwasi. Mtakatifu Paulo anatuambia katika waraka wake wa kwanza kwa Korinto sura ya 13, aya 7, mwenye upendo wa uvumilia yote, ustahimili yote. Hii ina maana ya kwamba kama mabingwa wa kufanua maandiko matakatifu anavyotueleza kuwa yawo wote tunayaamini, tuyaamini kwa busara, na tuangalie kuamini kwetu kuwe baada ya kuzidadisi pande zote na kupima hali halisi ya kila upande, kama ilivyo kweli kwamba hekima na busara huikataa hali ya kuamini mambo ya kijinga na ya kishirikina, na ni ukweli pia kwamba yatupasa kuepukana na ile hali nyingine ambayo ni kinyume cha ili ambayo mwokozi wetu Yesu Kristo alimkemea Toma kama Mwinjili Yohana alivyoandika katika Injili yake sura 20 aya 27 aya 29. Yesu akamwambia Toma, leta kidole chako hapa nipapase mikono yangu, na leta mkono wako utie katika ubavu wangu, usiwe na mashaka, ila amini. Toma akajibu Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia Je, yeah, unaamini kwa kuwa umeona heri yao wale ambao hawajaona lakini wameamini. Kwa maneno haya Yesu anaonekana kumsuta Toma. Ilikuwa ni kama vile alitaka kumwambia kuwa angekuwa ameonesha busara zaidi kama angekuwa amemwamini wale wenzake waliokuwa wamemjulisha juu ya kujitokeza kwake. Kwa kwa tendo lake lile, Toma alikuwa amefanya kosa ya kukuzia jambo ambalo lilikuwa la kweli. Makosa kama haya lazima yaepukwe. Mwanatheolojia anafafanua kwa undani masuala muhimu ya imani lazima imwangalifu sana katika uchambuzi wake wa mifano itakayothibitisha yale anayotaka kuyafafanua. Wanahistoria ya, ya nao mpasa awe na nidhamu katika utoaji wake wa kweli za matukio na kuziandika kweli hizo katika mpangilio wenye mtiririko unaoonyesha busara yalia. Lakini mwandishi ya wa kawaida anayeandika kwa madhumuni ya kuhamasisha waamini ananukuu mifano tu kutoka katika maandishi ya watu wengine kwa madhumuni ya kumsaidia kufafanua kweli anazotaka kuziweka wazi kwa waamini wake hahitaji mbwembo kama vile Mtakatifu Gregori, Mtakatifu Bernardo, Mtakatifu Francisco de Sales, Mtakatifu Alfonso Arugori, Al Beramini na wengineo wengi waliobobea katika elimu na utakatifu, waliko wanaandika mambo yao kitaalamu, ambayo waliandika kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Hawakuwa wamezijezi mbinu za kisasa za kukosoana, mbinu ambazo si dalili ya maendeleo. Kama hali za mababu zetu katika masuala ya imani haikuwa na mbwembo za udadisi usio na lazima, ni nini kimesababisha kupotea kwa hali hile hivi leo? Hii si ndio ile hali ya kutumia mantiki ya hoja na kukosoa kila kitu ilivyoelezwa na falsafa ya Kifaransa ambayo ilitaka kuyadadisi masuala ya kimungu kama vile angekuwa kibinadamu, na hivyo kuwafanya wajisikie baridi katika mambo ya kidini na hatimaye kujitenga na Mungu. Mwenye heri Louis wa Blois alipoongelea matokeo ya mtakatifu Gertrude, alisema kitabu hiki kimejaa hazina watu wa majivuno na wale wanaoshughulikia mambo ya kimwili tu. Anaongeza kusema na wasioelewa kitu kuhusu hali ya Kimungu wanachukulia maandishi ya Bikira ya Mtakatifu Getruda, Mtakatifu Maktelda, Mtakatifu Idegilda na watakatifu wengine kama hadithi za rinacha tu. Hii inatokana na umbumbumbu walionao kuhusu jinsi Mungu anavyotumia njia zake nyepesi na za kawaida tu kuwasiana na roho za wale wapenzi, na jinsi Mungu anavyofunulia ukweli wa mambo kwa msaada wa mwanga anaowapa katika mawasiano haya. Tunawatakia wale wote watakufanikiwa kuisikiliza na kutazama makala hii mwanzo hadi mwisho, ili wajaliwe uchaji zaidi katika kuziombea roho za toharani na kujaa na uoga mtakatifu zaidi, ili tusiweze kupita mahali hapa pa mpito, na hatimaye mwisho wa maisha yetu duniani upate kuwa ni mwanzo wa maisha mapya au milele huko mbinguni. Karibu sasa rasmi katika makala yetu hii inaobeba kichwa Toharani Ilivyofunuliwa kwa maisha na maelezo ya Watakatifu, katika sehemu ya kwanza. Katika sehemu ya kwanza, tutazungumzia nini maana ya toharani. Tutaona kiundani zaidi maana ya toharani na toharani ilipo. Ni mimi mtumishi wenu mdogo, ni sister hili Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.